Yule ni mama. Ah, mm -hmm. Uh, wale ni watoto wake. Eh, mama Priscilla. Uh, mama, mwa, ni, ni, ni mama kwa Jux. Mm -hmm. ni mama kwa Priscilla, ni mama kwa Zuchu ni mama, mama kwa kwa Diamond. Wote wale ni watoto wake so labda ile video ukiitazama ki, na ambavyo labda unasalimiana vile watu, mm. Mm. Yani, sim, mm. Watu wakiangalia kidogo, pia bi mkubwa si mtu mzima, yani si mtu mzima hapo, sina uhakika, maana Zari anamzaa Priscilla elfu mbili yule mtoto wa kwanza Zari nafikiria na umri gani ule mkubwa kabisa, mm. Achilia mbali huyu ra, ra, nani, Rafael mdogo ule wa kwanza kwa kwanza, i think Zari na mamake Priscilla apishana eh. Sasa hiyo umeona hapo hapo hapo, Zari alikuwa amemwacha Diamond miaka kama mingapi, nafika kumi na arobaini miaka kwa hiyo 99na36 hata yeye mwenyewe alivyoweka lile andiko lake kama mitano hivi minne. Sasa of course, ukiangalia labda age ya mama mkwe, lakini pia na matukio labda rekodi ya Bwana Diamond mm. kidogo ikaanza kuwapa watu mashaka mashaka <laughs> e, kwamba mbona bebi mkubwa karibu sana na na na nasibu vitu kama hivyo, lakini mimi sijaona kama kuna ubaya sana, kwa sababu mm. tu ni, ni sherehe, lakini pia ni ni wazi pengine bebi mkubwa anamkubali Diamond kama mwanae. Ukaribu wa Diamond na Jux una unamfanya pia mama apende kuona mm. Diamond anayependa familia yake, kwamba huyu Diamond mm. ni mtu wa karibu wa familia yangu mone ni mtu wa karibu wa familia yangu, ni mwanangu pia mm, kwa hiyo watu wasio na mashaka sana, japo ni ngumu kidogo kumwamini kwa matukio yake. <laughs> <laughs> <laughs> Lakini sioni kama kuna mashaka makubwa sana ya hivyo. <laughs> Naona no, no, ni amani tu, amani mm, pale kuna amani tu. Leo watu wengi pia nasema inavuja kwenye swala la wanawake, watu hawamwamini Diamond. Of course, mimi mwenyewe simwamini kwenye swala ya wanawake mm, that's the truth. Kwa hiyo ukiangalia ile video na comments pia mm, kupitia unaweza kuona hiyo reaction kubwa kwa sababu tu mama wake Priscilla sio mbali, kwamba umri wake yani, anaonekana bado kijana, lakini mambo yake pia, yuko na vijana wanayofanya vijana sasa hivi, nayo yuko nao.